Huku kinara wa chama cha DCP mwanasiasa Rigathi Gachagua akiendeleza mashambulizi yake dhidi ya serikali ya, ya Kenya Kwanza leo, naibu rais Profesa Kithure Abraham Kindiki amejitokeza kimasomaso na kumwasilishia majibu Rigathi akiwa katika mkutano mmoja wa changisho kule Kabete katika kaunti ya Kiambu. Victoria Sindani ndiye anayetukunja ya Jamvi la West TV jioni usiku wa leo na kina cha taarifa hiyo. Akizungumza baada ya kushiriki ibada Jumapili katika kanisa la AIPCA Kihoi ya kaunti ya Muranga, anadai kikwazo kikubwa katika siasa za mlima Kenya ni viongozi ambao wanashirikiana na Rais Ruto kuendelea kunyanyasa wanajamii ya mlima Kenya, hatua ambayo Naibu Rais Kithure Kindiki alipuzulia mbali na kutetea ushirikiano huo wa kimaendeleo katika Kenya yote. pahali anatuma maharagwe na mchele, watu wapewe ni hapa mlimani na shilingi mia tano na sisi ni watu wako na bidii sisi rais, hatutaki maharagwe, tunataka bolea, tutapanda maharagwe yetu halafu tuvune. Sasa hii wajumbe wanamuzunguka, wanaleta maharagwe hapa na mchele ya siku moja, ni kudharau jamii yetu yetu. Hame, ameona sisi ni watu bure, sisi ni watu ovyo. Ukiwaona okay, muwaambie watafute watu wa kutisha huko nje hey. Sisi sio watu kidogo ukiona tuko tuko slow hivi na tuko wapole, sio sisi ni watu push overs and don't lectures, don't lecture lecture us us we are not your kids. Kwa sasa Gachagua nadai rais William ruto anatumia mamlaka yake kwa nyanyasa viongozi wa eneo la mlima Kenya, hasa na wapigania maslahi ya jamii ya mlima Kenya na wandani wake kisiasa. kiongozi wote ambaye ako na msimamo ya kusimama na jamii alianzia na mimi, Rigathi Gachagua akanipiga akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Morang'a amepiga kijana yetu Dede Nyoro, ametupangia mambo si mzuri. Lakini my friend, if you come within shooting range we will deal with you. Na mkiwaona muambie, mkiwaona muambie, watafuta watu wa kutisha huko nje eh, hey. Utuheshimu tukuheshimu Usipotuheshimu my friend, tutakanyang'ana na wewe my friend. Naona watu wengine wanaongea na madharao, unatisha nani? Naona watu wengine wanatutishatisha. Mimi ukiniangalia hivi, ni mtu ya kutishwa na watu eh? Eh. Tuheshimiane bwana Tuheshimiane. Hata hivyo, Gachagua aliendeleza mashambulizi yake kwa wasanii waliokutana na naibu rais Profesa Kithure Kindiki, akiwataka kuomba jamii hiyo msamaha kwa usaliti wa kutaka kutumika kuendeleza ajenda za uongo za serikali, huku Profesa Kindiki akisema atazidi kutoa msaada kwa wasanii ambao wamenyanyaswa kwa kuwafaidi wanasiasa. Wasanii wetu na waibaji, tumehuzunishwa sana ya kwamba wamekuwa wasaliti ya jamii ati wameitwa pale Karen juzi na huyu mtu anaitwa Mr. Money Bags, ati wanaambiwa wakuje wadaganye nyinyi, sha inafanya kazi, sha inafanya kazi. Na wakamwambia ati watakuja kuambia nyinyi ati watuambie barabara zinajengwa, atuambie masomo naenda mzuri. Mimi nimeketi na wazee jana usiku, wazee wameniambia nitangaze hao wasanii waombe msamaha. Wasipoomba msamaha, tuache kusikiza nyimbo zao na wanamuziki walikuja hamsini mimi naita wanamuziki mia tano wakuje pale Kare tujua utafanya nini. Hati unasema hati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamurisha kama nani nane? Unaamrisha kama nani nane? Nikiripotia West TV naita Victoria sindani iweze kujengwa.